Nam mtazamaji wa Trend TV, bwana mmoja kati ya vitu ambavyo vimetrend e, jioni hii leo huko mtandaoni ni hili tukio la bidada ambaye amefahamika kwa jina la Rose, baada ya kuweka ujumbe kupitia kurasa yake wa Instagram kuhusiana na incident ambayo ilishawahi kutokea hivi karibuni kati yake yeye na mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri kabisa katika mziki huu wa Power Bongo Flava hapa Tanzania, namzungumzia Harmonize Konde Boy. So kwa kifupi ni kwamba issue ambayo imetokea bwana ni kwamba Harmonize hivi karibuni, kuna hii video ambayo ilisambaa sana mitandaoni ikiwa anamuonyesha Harmonize akiwa yuko na mrembo aa, lakini the way ambavyo situation ilivyokuwa ni kwamba Harmonize alikuwa ya amesinzia, yaani amelala sasa huyu mrembo bwana, akarekodi video ambayo ikiwa inamwonyesha yeye na background ya video hiyo ya huyu bidada ni kwamba alikuwa anaonekana Harmonize kule nyuma kwa mbali kabisa akiwa amesinzia zake, ana hili wala lile, na alikuwa hajui yeah, kile kinachoendelea kwa wakati huo kwamba alikuwa akirekodiwa na mrembo huyo. Kwa hiyo ni ishu ambayo inaonekana kabisa kwamba Harmonize alikuwa amekuwa recorded au alirekodiwa bila ya yeye mwenyewe pia kuwa konsanda. Sasa kwa kifupi, ni kwamba kwa mujibu wa sheria, jinsi ilivyo, kwa haraka haraka, ni kwamba kitendo cha kumrekodi mtu bila makubaliano au bila yeye mwenyewe pia kuridhia swala hilo ni makosa kisheria, na moja kwa moja lazima inaku, inaweza ikakuletea shida iwapo kama mwenyewe akiamua kuchukua hatua za kisheria juu yako, na hicho ndicho ambacho kinaonekana kutokea katika hii incident ambayo imetokea kati ya Harmonize na huyu bidada. Kwa hiyo, kwa kifupi, ni kwamba Harmonize bwana hajapa kwa mujibu inavyoonekana ni kwamba Harmonize bwana hajapendezwa kabisa na tukio hilo, ambalo linaonyesha kwamba yeye alikuwa amelala, amesinzia, alafu huyu bidada akamrecord. Ni kitu ambacho Harmonize hajapendezwa au hajakipenda kabisa, kwa hiyo moja kwa moja imeleta shida na ameamua kumfanyia, eh, ni kwamba Harmonize ameamua kufanya na kufuata sheria. Kwa namna moja au nyingine, tunaweza kusema hivyo kwamba Harmonize ameamua kufuata sheria, na kama sio Harmonize, basi ni uongozi wake, yani management ya Conde Boy imeamua kumchukulia sheria, hatua za kisheria bidada huyu kwa hiki ambacho amekifanya. na huyu bidada bwana amepata amepata eh, wito kutoka kituo cha polisi moja kwa moja. Bidada huyu amekuja kuripoti kupitia ukurasa wake wa Instagram pia kutoa taarifa rasmi kwamba eh, amechukuliwa hatua za kisheria na anatakiwa kwenda kuripoti, na amekiri au amekubali wito huo kutoka polisi. So hapa bwana, kuna kupitia ukurasa wake wa Instagram bidada huyu bwana amejitambulisha na kuelezea sakata zima ambayo limetokea na hatua ambazo zimechukuliwa dhidi yake na kile ambacho ameamua kukifanya kutoka kwa Harmonize Konde Boy. So hapa bwana kupitia ukurasa wake huyu bidada bwana ameweka ujumbe ujumbe mrefu kabisa na mzito kuhusiana na hii issue akiwa ameandika kwamba ameandika bidada huyu kwamba ndugu wa Tanzania, kwa majina naitwa Rosi Mwanga, alafu akaitaga hapo akaunti yake ya Instagram kwamba anaitwa Rosi de Chocolate huko. E, Instagram anaitwa hivyo, ile jina lake halisi ni Rosi Mwanga. Akaendelea kusema kwamba nakiri e, kuitwa kituo cha polisi kwa ajili ya mahojiano kufuatia kosa nililolifanya la kumpiga picha eh, Harmonize TZ picha za mnato, yani video bila ya ridhaa yake, tena akiwa amelala na kuzisambaza mitandaoni. Like umeona bwana eh? Hivyo ndivyo mambo alivyo, na hivyo ndivyo kwa mujibu wa situation jinsi ilivyotokea, basi hapo utakuwa unaelewa kabisa kwamba Harmonize Konde Boy bwana a ame, eh, ameamua kuposti picha Eh, uh, sorry huyu bidada uh, ni kwamba Harmonize ameamua ku press charges kwa Kiingereza wanasema, yani Harmonize ameamua kumshtaki huyu bidada, au uongozi wake umeamua kufanya hivyo kutokana na kwamba uh, kitendo cha Harmonize kurekodiwa bila yeye mwenyewe pia kujua, bila yeye mwenyewe pia kukubali, akiwa tena amelala, ni kosa kisheria. Kwa hiyo ameamua kumchukulia hatua huyu bidada za kisheria, na ameweka wazi hapa kwamba uh, ameenda, anaenda kuripoti polisi kwa lengo tu la kuhakikisha kwamba A, anaenda kufanya maojiano kwa kina zaidi mwanadada huyu anayefahamika kwa jina la Rose, ya kuishia hapa, akaendelea kwamba nimekiri makosa hayo mbele ya polisi na nimeomba radhi, nipo mbele yenu kumwomba radhi muhusika kwa kumpiga picha hizo, hakika kitendo hicho ni cha udhalilishaji, na nimetambua kwamba ni makosa kisheria, pia sio kitendo cha kibinadamu. Samahani sana my brother. Akakapo emoji za kuomba Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba Bidada ameomba radhi kwa Harmonize, ameomba radhi kwa Watanzania kwa yeye kurekodi hizo video na kuzisambaza mtandaoni bila yeye mwenyewe pia Harmonize kujua, tena alikuwa amelala. Ameona kwamba ni kosa kisheria na jambo alilofanya, amekiri kwamba sio la kibinadamu, kwa hiyo moja kwa moja ameomba radhi eh, kwa Harmonize vile vile kupitia mitandao ya kijamii, kwa hiyo incident ambayo ilikuwa imetokea. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na kiukweli page nyingi sana kiukweli zimekuja kuripoti kuhusiana na hili swala Kwa mfano hapa, bwana, kuna moja kati ya page ambazo zimeripoti kuhusiana na swala hili. Wameandika kwamba e, bwana, mrembo anayefahamika kwa jina la Rosa ameitwa katika kituo cha polisi kwa ajili ya mahojiano kwa kosa la kumpiga picha mnato, yaani video, msanii Harmonize akiwa amelala na kuzisambaza katika mitandao ya kijamii bila ridhaa, bila ridhaa yake. Peji nyingine hii hapo ameandika kwamba mrembo aliyefahamika kwa jina la Rose Mwanga au Rose Chocolate ame ameitwa kituo cha polisi kwa mahojiano baada ya kumpiga picha msanii y Harmonize akiwa amelala na kusambaza video hizo mitandaoni bila ridhaa yake. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Rose amekiri kufanya kosa hilo na kuomba radhi kwa hadhira hadharani kwa kitendo hicho, na pia vile vile amesema kwamba amejifunza kutokana na kosa hilo so pia vilevile wadau mbalimbali bwana, kama ilivyokuwa kawaida, wamekuja kuweka maoni yao kufuatia hiki kitu ambacho bidada huyu amekizungumza. Kwa mfano hapa eh, kuna mtu hapa amesema kwamba bwana, yeye alipata wapi, yeye alimpata wapi wakati ana mabodi gadi wa kutosha. Kuna mtu amekuja kuhoji hivyo eh, kuna mwingine hapa amekuja amecomment, ameandika kwamba utu uko kwa wapi, haki iko wapi, na hizo picha ziko wapi? kuna mwingine ameandika kwamba e bwana kesho daraja la nne e, wan, okay, ameandika kwamba kesho darasa la nne wanafanya mitihani yao ya, ya taifa leo usiku saa tisa naomba tuwaombee wanafunzi wa darasa la nne wafanye vyema katika mitihani yao. Huyu amekuja kuweka maoni yake hayo pia. Kuna mwingine ameandika kwamba bwana Harmonize, mkuu brandi yetu inaharibika, toa funzo ikikupendeza. Kuna mtu ameandika hivyo pia. Kuna mwingine amesema kwamba, haya dada, ulichokitaka utakipata, nadhani ulikuwa unatafuta umaarufu. Kuna mtu amekuja ku comment hivyo pia ya so hivyo ndivyo mambo yalivyo, at the end of the day. Uh, situation imekuwa kama hivyo nilivyokuelezea. Kwa hiyo moja kwa moja bwana, ukiwa kama mdau na wewe pia tuwekee maoni yako kupitia ukurasa wa Instagram hapo chini. Tutakuwa uh, tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia vilevile hakikisha vile tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi <coughs>